Tanzania hii ni Zantime. Karibu tena katika kipindi chako ambacho kinakuletea mambo mazuri na mengi ambayo unapata kujifunza na kuelewa nini ambacho kinaendelea katika jamii. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare channel yetu hii. Mtangazaji wako ni mimi Warda Hamid, na leo katika kipindi chetu tumekuletea mgeni ambaye atatuzungumzia mengi mazuri ambayo tunaelekea katika uchaguzi mkuu tarehe kama tunavyoelewa Tanzania, tuna jambo letu na tunasema Oktoba tuna tiki. Mgeni huyu atakuja kujitambulisha mwenyewe, atasema yeye ni nani na ametuandalia nini na kipi hasa na anazungumzia amani gani ambayo inaelekea katika tarehe ishirini na tisa tuele, tukamkaribishe mgeni wetu, tukamsikilize. Tukam akatuambie ni nini hicho ambacho alituandalia. Karibu sana mgeni wetu. Ah, asante sana ndugu mtangazaji pamoja na watazamaji wa chaneli hii. kwa majina anaitwa Osman Hajidi, lakini jamii wa Zanzibari wengi sana wanapenda kuniita Goringi. ili Goringi ya, no ya ni jina la, la ukoo okay. Eh, ndo maarufu wangu hongera <egu> <imitabu> <imitabu> <imitabu> sana asante sana ndugu mtangazaji, azma ya kuja katika ofisi zenu hapa ni kuja kujitambulisha sisi akina nani au mimi na ni nani. Kama nilivyojitambulisha hapo mwanzo, kwamba mimi naitwa Osman, nipo katika kundi la hamasa, kundi la ya kundi la hamasa, kundi la hamasa hili ambalo analiongoza sisi. Ni sisi ni wasimamizi, lakini mwenyewe mhusika mkuu ni mkuu wa mkoa Idrisa Kitwani. Ya ya yeah, yeah. Mmesema wewe ni amani kwanza. Nilipokuja hapa, nimekuja na mfuko ule ule mfuko, nimekuja na t-shirt hizi, ni fulana za tulizotoa hizi za mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa inasema sisi ni arasi bwana, mjini tuko salama, nyuma huko tumeandika mjini, mjini tuko salama, tuko salama ya kwa sababu mimi au sisi katika hii grupu letu la hamasa tumejikita sana kuhubiri amani, kwa sababu hata Mheshimiwa Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dokta Hussein Ali Hassan Mwinyi anahubiri sana amani, na bila kuwa na amani Zanzibar ama kwa Tanzania kwa ujumla, basi mimi hapa nisingefika watu wasingezunguka sehemu mitaani kufanya harakati zao binafsi za hapa na pale. Amani ndio kila kitu kama kama, kwa hamasa kwa, vijana, hmm. kwa Maharibi, hmm. vijana kwa mkoa wa Mjini Maharibi, mkoa wa Mjini Maharibi, lakini hii si kwa mkuu wa mkoa tu, si kwa yani mkoa wa Mjini Maharibi tu hmm. tunataka hata mikoa mingine iwe ni mfano wa kuigwa sisi hmm. Kundi lenu hili limeanzishwa vipi mpaka sasa hivi, inaelekea wapi na lengo, hasa la A? lengo letu sisi ili, ili kundi limeanzishwa sasa hivi takriban lina miezi miwili tangu lianzishwe. Hmm. na limejikita sana kwenye kuhusiana na swala la kuhamasisha amani, na ukiangalia tunakoelekea sasa hivi tunakoelekea ni kipindi cha uchaguzi kipindi cha uchaguzi kinakuwa kina mwamko mkubwa sana. Mm. Miamko mingi sana. Unajua kwamba vyama vya vya, vya kisiasa vipo vingi sana. Mm. Lakini tu tuangalie nini mm, mustakabali wa maisha ya baadaye. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Mm. Ya. Yeah. Yes. Tunaona kwamba Mheshimiwa RC kitu ananipenda sana katika wake. Kama tunavyojua tunaelekea katika uchaguzi wa 2020 nadhani na wa wa kwanza na kwa mimi nadhani Mheshimiwa Rais hajakosea kwa mkuu wa, wa mkoa huyu kutuletea mjini. Hajakosea hmm. Kwa sababu kila kitu kina nyakati zake hmm. Sawa. Haiwezekani nguo ya sikukuu ya mara hii nikaivae, sikukuu inafuata ni ivae ile ile, lazima nitabadilisha. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wa Idrissa Kitwana mm -hmm, ni ame- yani naweza kasema ameuweza mkoa wa mjini magharibi ameuweza tu sana. Na huku tunakuelekea kwenye uchaguzi, sisi kama kundi la hamasa tunahamasisha tuna na pia tunawahasa vijana wengine, pamoja na wazee, watoto kama nilivyozungumza kuna maisha baada ya uchaguzi. Twendeni, ikifika muda tukapigeni kura tarehe Oktoba ishirini na tisa, tukapigeni kura, turudini majumbani tusubirie matokeo. Lakini tu wale ambao wanohamasisha, yani kufanya fujo, kufanya maandamano, maandamano, maandamano naweza nikasema haramu. Uharamu wake unakuja vipi? maandamano haramu kwa sababu ili wewe ufanye maandamano serikali kuu ikupe kibali cha kufanya maandamano, lakini kama serikali haijakupa kibali, halafu wewe kalazimisha wengine barabarani ufanye maandamano, sasa ndo pale inapo uvunjifu wa amani. Sasa mimi nawaasa wale ambao wale ambao, tunahitaji amani, tukapigeni kura halafu turudini manyumbani, tutulie. Wale ambao wanawataka kuhamasisha asili vurugu, sasa nilitakalo wakuta wao tis, hapo tena sisi itakuwa hatuna cha kufanya, lakini hatutake hatu, hatu, hatu, hatu, hatu, hatu, hatu kabda ifikie huko, na ndio maana nikasema hatutaki ifikie huko, kwamba amani itakuwepo mjini, tuko salama mjini, tuko salama mjini, tuko salama y Uh, matukio ambayo tuliofanya sasa hivi tumeenda kulizindua kundi letu pale Forodhani pale, kwenda kulitambulisha kwa watu wa makachu. Tulienda kufanya pale mara ya kwanza, mara ya pili ilikuwa ni leo. Leo tumeratibu kwa sababu mimi ni mratibu katika kundi ya yeah. Nimekaa na mwenyekiti na uongozi wangu, tumesema tukafanye surprise kwa mkuu wa mkoa wa mjini. Tumekwenda pale darajani pale tumekwenda kusafisha, tumeongea na mkurugenzi wa baraza la manispaa mjini ametubariki, ametupa vifaa kama mafagio, eh, ametupa mabero, ametupa maxi. Tumekwenda pale tumefyagia pale sokoni, wafanya biashara wametupokea vizuri, tumetoka pale tukwenda kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa alikuwa bado hajafika ofisini. Alikuwa kaenda kumshindikiza rais kwa sababu anasafiri. Lakini wafanyakazi wa pale kwa mkuu wa mkoa tunashukuru, wametupokea vizuri. E, tumefanya usafi pale, tumefyagia tumemsubiri, alipokuja katua neno la shukrani, amefurahi ame